d of the story I read about Saint Anthony of Padua. You know, he's one of the very famous saints that we have in the church. Tunamuita, the saint of impossible cases. Na nasemekana kuna watu ambao walikuwa analeta ubishi. Alizaliwa mwaka wa elfu moja mia na tisini na tano na aliaga dunia katika mwaka wa elfu moja mia mbili thelathini na moja. He was only 36 years. Hehs, kwa sababu huyu mtakatifu wa Padua tunaambiwa kwamba jamaa mmoja tu alijileta na akasema kwamba, ninasikia kwamba wewe huku unaweza watu sana na imani uliyo nayo, lakini sasa nataka mimi hata sijui huyo Mungu, lakini nataka ukuje na Yesu wako na mimi nikuje na punda wangu. Nitanyima punda wangu chakula kwa siku tatu, na baada ya kunyima chakula kwa siku tatu, uniambie tukutane wapi. Mimi nikuje na mapiara hii dhara, nitakuja na dhara ama majani nimeshika, na wewe ushike Yesu wako, tuone huyo punda ataenda wapi hata wewe ukaambiwa hivyo unaweza dhubutu kuja na mwili wa Yesu? Hii ni punda na punda haifikirii, sisi ndio tunafikiria. Alipoambiwa hivyo, mtakatifu Antoni wa Padua alisema ndio, leta punda wako, munyime chakula hizo siku tatu, kuja na hiyo hiyo nyasi, unasema na mimi nitakuja na mwili wa Yesu, kama vile ambavyo tumezunguka tumebeba mwili wa Kristo na siku ilipofika, punda alisindikizwa vile ambavyo nyinyi mmekaa hapa ndio mweze, kwa sababu huyu jamaa alikuwa amesema kujeni muone yule sasa padri leo hatakuwa na uwezo. Na punda akasindikizwa kwa msafara, akaletwa mpaka hapa mbele upande moja, na upande mmoja, na huyu jamaa ambaye punda anamjua amesimama upande mwingine, na punda alipokuja si anaona mwenyewe. Kwa hivyo alidhani ya kwamba tamvutia na nyasi amebeba. Lakini punda alipokuja tunaambiwa alinusa. Punda alinusa, baada ya kunusa akaangalia mwenye punda, lakini hakwenda kwa mwenye punda. Punda alielekea kwa Antoni wa Padua aliyekuwa ameshika Ekaristi na punda akapiga magoti, miguu ya mbele akapiga magoti hivi kwamba ukienda Padua utakuta kwenye dirisha wamechora mtakatifu Antoni wa Padua ameshika ekaristi na punda amepiga magoti. Huyu ni mnyama ambaye hana akili, ya kwamba alipoingia alitambua uwepo wake Yesu Kristo ndani ya kanisa wewe na mimi ambao tunasema kwamba sisi tunaelewa mambo haya namjambo, nimemalizia hapo. Sisi ambao tunakuwa utambuzi, ni mara ngapi tunafika kwake Yesu Kristo kama huyu ama saidi ya huyu punda ambaye hakuwa na akili lakini alipofika kunusa, alitambua aelekee barabara gani? Mekuja mahali ambapo mwili wa Kristo upo amepiga magoti, kana kwamba anaabudu. Wewe na mimi tuna nafasi ya makanisa yetu ambayo kuna mwili wake Yesu Kristo. Utapitia hapa kana kwamba hujaona kanisa, utapitia kana kwamba hujaona kanisa. Na ndio tunaulizana what do we need even as a church? As long as we have the body and blood of our Lord Jesus Christ that the Eucharist tells us and reminds us the, that Christ is truly really and substantially present in our churches and even when we celebrate Mass just remember that Jesus ascended into heaven tunasema Yesu ni kichwa cha kanisa sisi ni mwili wa kanisa sio? Kwa hivyo kichwa kilipanda na kikaenda mbinguni, mwili ulibaki wapi? Mwili ulibaki hapa. Lakini tunaona kwamba Yesu ambaye ni kichwa cha kanisa yuwashuka na kutishikamanisha tena wakati wa ibada takatifu ya misa, that every other time that we celebrate mass Jesus comes to, to our altars and we get a special privilege to commune the body and blood of our Lord Jesus Christ. Tunabadilika, ushaipokea Yesu, ukasikia leo, kutoka leo mimi masengenyo nimefika mwisho. Umempokea tu, ukasikia masengenyo yamefika mwisho, mimi kutoka leo nyumba za watu sitabomoa. Nimesikia mkisema hapa ya kwamba eh, good word, good family, good church. Good family, good church. Na wakulia kofia if that is coming from the heart. Na wakulia kofia if it is coming from the heart. Ya kwamba, you really mean that. Good family, good church. So you are the first people who will be cautioned by God if your families do not stand to be counted. Because that is your slogan. It is not mine. It is your slogan. Na kwa sababu hilo, hilo sema mnalosema good family good church. So if we fail to have a good church, who is responsible? Ni huyu mwanaume ama ama sema, good family. Kwa hivyo hata ukikanyaga unasikia footsteps zinasema good family good church, good family good church. Unakumbuka zile gari za moshi tulikuwa tunaweka kuni, vile ambavyo inasonga ikisema good family good So na nawashukuru sana mmekuja siku ile ambayo tunazungumzia wanaume, elfu ngapi? Nitawahesabu baada ya hapa, kama mlifika elfu tano. Ama walienda wapi? Ya, watakuwa wameenda wapi? Hivyo ndugu zangu wapendwa, tunapokumbushwa kwamba Yesu ali akachukua akaubariki akaumega kumaanisha kwamba hata sisi tunaitwa tuweze kujimega ili watu wengine waweze kushiriki hayo mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ametenda maishani mwetu. Na ndiyo Yesu tumekumbushwa katika somo la pili, wakati ambapo Paulo amesema kwamba akachukua mkate akaubariki akawapa wanafunzi wake na mwishowe amesema ya, ya kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kumaanisha kwamba wakati ambapo waliwaambia fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, sakramenti ya upadri ikaweza kuanzishwa. Ndio tunasema ya kwamba no priest, no eucharist, no eucharist, no priesthood, so they are interconnected. Na kwa hivyo hiyo mikono ambayo imebarikiwa ni mikono ya kubariki, sio mikono ya kulaani. Na kwa hivyo tunapobarikiwa mikono yetu, kumaanisha kwamba tumepewa mamlaka ya kuweza kubariki. Kazi yetu ni hiyo ya kuweza kuwabariki watu na kuongoza, kuelekeza katika